Kwa wakati huu hapa ni wasaa wa kuweza kuungana na wageni wangu hapa ambapo nipo na wageni kutoka uh, chama cha Pool Tanzania TAPA. Nipo na mweka hazina, lakini pia nipo na msemaji wa TAPA ni Akida Shaban Kilango, uh, pamoja na mweka hazina kwa ajili ya kuweza kuzungumza makubwa sana kuhusiana na mchezo wa Pool. Jamani, karibuni sana. Asante sana. Mambo yanakwenda vizuri yeah, mambo mazuri leo. Nimekutana na mpya baba kudwa na ananiambia wewe ukitangulia bao waga alirudi. <laughs> Mwe, mweka hazina uh, hebu jitambulishe kwanza jina lako. kwa majina naitwa Paul Peter Allipackishard, mweka hazina wa yeah, okay, okay, chama cha Pool Table Tanzania TAPA. mm, imetuna haijatuna ime uh, kihivyo <laughs> uh, mambo yako vizuri So sana. Sawa. So, uh, tupo na Aa, Akida hapa, watu wengi wanamzoea kuwepo huko, lakini ni anacheo kingine na kofia nyingine tena, afisa habari wa TAPA au ni mkurugenzi wa idara ya habari. Bado msuli wa kifedha <laughs> bado hujatufikisha huku, bado ni ofi, bado tupo kwenye ofisa habari ila inshaallah mm, panapo majaaliwa basi tunaweza tukafika huku tukafika huko, safi yeah. Binafsi ni wapongezeni kwanza kwa ajili ya ile mashindano ya pool table ambayo ilimalizika. Ushindani ulikuwa mkubwa sana kiukweli, sisi wengine Uh, ilifika mahali familia tumekaa tunaangalia wasema, ah kuna muda wa tamthilia. Mara nyingi watu wanapenda sana kunanilia muda ule, kwabida kama saa moja ah, tutaangalia marudio saa tatu, lakini hapa tuendelee kwanza kwenye fainali jinsi ilivyokuwa. Hongereni kiukweli ilipendeza sana. Asante. Tunashukuru sana ni kwa sababu Azam TV ameweza kutuamini na kutupa platform kubwa mm. Kwa hiyo na sisi nabidi tuweze kufanya kwa ukubwa mm, ili basi yule ambaye anakuwa ameweza kutuamini na kutupa nafasi kuweza kuonyesha mchezo wetu basi tusimvunje moyo. Ndio sababu mm, inakuwa hivo licha ya kwamba mm, tunapofanya hizi event tunapokuja kurudi kwa mweka hazina huku mm, na kuzungumza naye maumivu yanakuwa mm, ni mengi sana, by the way, mm, kwa sababu baadaye nikopa naongea na ni Lilian Mukulu ambaye pia alikuwa Uh, sehemu ya watangazaji katika zile games zinavyoendelea nikasema ah, mimi natamani kama ingekuwa inawezekana uh, hata kila baada ya miezi mitatu mitatu yani, tukaigawa mwaka katika ile kota tatu, tatu. Kama sio kota tatu hata kota nne ziwe tatu, ilimadi watu kuweza kupata uhondo, kwa sababu mashindano kama yale yanafurahisha kidogo ni ushauri wangu kama chama. Najua pia mweka hazina hapa ananiangalia kwa jicho <laughs> sema hey, unaleta mashindano kila mara muda huo, kama chama mnatamani. Akida huyu ni kaka Saidi, umezungumza sisi ni kina nani tupingi? eh <laughs> kwa hiyo ukizungumza wewe ina maana ni kama maelekezo umetoa. Tutaangalia, sijajua mm. Kwa upande wa mweka hazina anaweza kulizungumzia vipi? kwa sababu mm, kwangu mimi kama afisa habari na kuweka tule mipango kwamba tutafanya hivi hivi hivi hilo linawezekana hmm. lakini masuala mengi pia anakuwa anahitaji fedha, kwa hiyo yeye hmm. anaweza yeah, akalijibia vizuri hilo. Sisi kwa upande hmm. wetu tunatamani sana kufanya hivyo, kwa sababu hmm. pindi mnapotugea platform kama hii hmm. inatuwezesha kuweza kukuza vipaji mbalimbali mbali na kutangaza mchezo hmm, kwanza tunawashukuru kwa kuweza kutugea kota mbili kwa mwaka ambayo ni Juni na Disemba ila kwa kuwa mchezo unaendelea vizuri na mapokeo ni mazuri, nadhani tutalifanyia kazi namna ya kuona ni jinsi gani tunaweza tukaifanya mara nne kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Mm, okay yeah, safi, ni vizuri. Akida, baada ya kumalizika kwa mashindano yale, aa, kama TAPA, kuna mashindano gani ambayo yanafuata kwa sasa kwa nchi na kwa ujumla wake? ambacho kinafuata kwa sasa ni mashindano ya All African Pool Championship. Mm -hmm. ambayo kwa mwaka huu yatafanyika mwezi Februari kuanzia uh, e, tarehe mbili e, hadi nane. Yatafanyika Durban na Afrika Kusini. mm -hmm. E, tunapozungumzia All African Pool Association mashindano haya mm -hmm. ni sawa sana kwenye football tunavyozungumzia AFCON hii ambayo inaendelea kule Morocco. mm -hmm. kwenye pool table unapozungumzia All African Pool Association mm -hmm. ndio mashindano makubwa kwa, kwa, kwa, kwa ukanda wetu wa Afrika ambayo anafanyika Afrika Kusini. mm -hmm. na hii inakuwa ni mara ya pili kwetu Tanzania kwenda ku, ku, Afrika Kusini kwenda kushiriki katika mashindano hayo, kwa sababu mara ya kwanza tulivyoenda Afrika Kusini ilikuwa ni 2023. Tumeshashiriki pia katika mashindano mengine, lakini mwaka 2023 na eh, tuliingia finali mm -hmm. tulicheza dhidi ya Afrika Kusini wenyeji mm -hmm. na wenyeji walishinda wa kwa sababu naweza nikasema ya uwenyeji wao, kwa sababu kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia mchezo ule eh, kupitia platform mbalimbali, mara nyingi watu tunaenda live YouTube, kwenye mashindano kama yale au Facebook mm. unaweza kuona kwamba hakuna VAR katika mchezo wa Pool Table mm. lakini kuna goli ambalo mchezaji wetu Norbert Kobelo alikuwa eh, namna ambavyo ile Q eh, eh, Q, eh, Q, eh, Q ball ilipokuwepo black mm. ilipokuwepo mm. mipira yake ilipokuwepo alikuwa amepigwa pini moja mm. kali sana lakini kwa namna ambavyo alicheza mpira ule akacheza mpira wake akacheza na mpira wa, wa mweusi yote akaila kwa wakati mmoja mm. wenyeji mm. wakaanza kulalamika mpaka ikabidi sasa waamuzi mm, mwamuzi refa mkuu alikuwa ni South ni, ni, ni Africa, na wengine waweze kuja sasa na kuanza kupreview kuangalia katika zile platform ambazo walikuwa wanaruka live kuangalia kwa kwamba je, hii hi, hali ilikuwa vipi, vipi? Lakini mm. kutokana na weledi wa, wa yule mkuu wa wasimamizi basi goli lile likapatikana, lakini ilikawa tayari lishatutoa mchezoni. Kwa hiyo matokeo ya mwisho wakatufunga kwa kumi na tatu kwa kumi na moja ina okay, maana kwamba mchezo ule pale tusingetolewa mchezoni yawezekana tungeenda kumi na mbili kumi na mbili mm. tungetafuta penati na kushinda kuwa okay, mabingwa wa Afrika, hilo li, lilikuwa linawezekana kabisa. Okay, kwa hiyo uh, tunajua kama tunaenda Februari Afrika Kusini. uh, kupata wachezaji wa timu yetu ya taifa ya pool table, utaratibu upoje? Na kama wachezaji tayari washapatikana ni wangapi? uh, wachezaji tayari wameshapatikana, tuliweza kutumia mchujo hmm. kwa sababu tuna A list na B list. Hmm. Wale watu wa A list almost ambao wana kiwango chenye consistency hmm, walikuwepo wanne ambao wao walipita moja kwa moja, then tukapitisha mchujo wa watu kumi na sita kuweza kuwatafuta wengine wanne wa kujoin ili wawe watu nane, na hilo tulifanikisha tukapata watu nane. Pia tuna timu ya wanawake ambayo pia nayo ina wachezaji nane. vile vile tunayo timu B ambayo ni kama backup kwa wale team A senior, endapo itatokea zaula yoyote watapandishwa kujajuu. Wao wapo watano mchujo hapo kwenye kukazia hapo mm -hmm. kwenye kwenye tunapozungumzia wale A list na wale B list kwenye wale ambao wamekuwa wakifanya vizuri na mara nyingi wakiwa kwenye kosi ya kwanza kuna mtu kama Norbert Kobelo, kuna mtu kama Jackson Steven, Isaya Po, Abdallah Hussein ambaye pia tumemuona hapo. Mm uh, yupo Innocent Sami, Melkizedeki, kama Deus Janja, Saif Hamadi. Lakini kuna huyu Abdallah Miraji ambaye mm alibahatika mm, kuonekana katika demo yetu ya kwanza kabisa ile ya Pool Table. Amekuwa na mm, kiwango kizuri sana, wengi wanamuita mbonga, amefanya vizuri. Hata katika mchujo huu ambao umefanyika ye ndiye ambaye alionekana kupata maxi nyingi kuliko wachezaji wengine. Mchujo mchujo kwa maana kwamba wanacheza game kama games. Tuliwachezesha yeah, games kwa ajili ya kuweza kupata wale watakaoingia, lakini pia wale ambao wapo katika timu A haimaanishi kwamba wao ndo tayari moja mm. kwa moja kwamba wako hapo. Mm. Tunapozungumzia wale wachezaji wa backup. Yeah. E, mweka hazina hapa amezungumzia kuhusiana na ya backup. Sio kwamba tu mchezaji akiumia labda ndo ndo ndo. Atatoka mtu kutoka timu B. Tunaangalia pia na uwezo wako kwamba je, baada ya kuingia katika timu ya taifa umeendelea kuwa na kiwango kile kile mm. au kwamba tayari umeshaitwa timu ya taifa basi umebweteka ume, ume ha, umebweteka. Hali haipo hivyo. Kwa hiyo kama hautakaza na mtu ambaye uko katika timu B akaonekana anafanya vizuri basi ataichukua nafasi yako we, ambaye uko katika, mm. katika, katika timu A, hali iko hivyo. Oh, okay. Sawa, kambi ina, inaanza lini? Mipango ya kambi safari ya Afrika Kusini na kadhalika? Kambi inaanza tarehe nane ya mwezi huu ambayo wachezaji watakaa kambini mpaka tarehe ishirini na tisa na safari tunatarajia kuanza tarehe thelathini. Mashindano kule tunatarajia yanafanyika kwa muda gani? Yanafanyika kwa siku sita kuanzia tarehe mbili hadi tarehe nane. Kwa hiyo tunatamani kutoka hapa tarehe thelathini ili tufike mapema, walau wachezaji wapate siku moja au mbili ya kupumzika, ili waweze kuwa na nguvu zaidi ya kupambana hali ipoje? Maanake shughuli kama hizi mara nyingi Waarabu wanaita fursa, fedha, rasilimali, kutaka kupeleka timu wachezaji wangapi ambao mategemeo kama nchi tutapeleka, TAPA tunapeleka katika afrika kusini lakini pia na gharama zake zenyewe zipoje? kama umemsikia mweka hazina amezungumzia, amesema neno kwamba tunatamani. Kwa hiyo mm. mpaka hivi tunavyozungumza bado hatujawa na ule uhakika wa safari asilimia mia moja. mm mpaka hivi tunavyozungumza hatuna uhakika wa safari ya asilimia mia moja mm -hmm. kwa hiyo tutumie pia nafasi hii kuweza kuwaomba watu mbalimbali ambao mba wanatufuatilia muda huu kuweza kuangalia ni kwa namna gani ambao wanaweza wakaishika waka TAPA mkono mm -hmm. ili basi tuweze kusafiri kwa sababu niku, nikuambia kitu kimoja ya, ya Saidi Msumi mm -hmm. katika mchezo wa Pool Table naweza nikasema ni mchezo ambao umewahi yani ume, ume, ume, ulikuwa mwanzo, ulikuwa mbele mm -hmm. sana katika kuliletea taifa letu heshima kwa sababu mm -hmm tunapozungumzia kwa mfano mwaka elfu mbili na kumi na tatu Tanzania tulitoa mchezaji bora wa Afrika bingwa, bingwa wa Afrika hmm. yani nafasi ile ambayo aliipata Samata yeah. ya kuchaguliwa sasa sisi mchezaji aliwafunga wachezaji wote wa Afrika hmm. na kuwa nambari moja mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulikwalifai kwenda World Cup ambayo ilifanyika Uingereza. Ilikuwa yeah, ni mara ya pili, pili tunaanza ya ya kwanza tulienda mwaka elfu mbili na kumi, ilikuwa Ufaransa yeah. Okay. Kwa hiyo tumeshindwa tukwenda kwa sababu ya ukata wa, wa, wa fedha, inawezekana tungeenda tungewasumbua kwa sababu hata wachezaji wetu ambao tunao ni vipaji ambavyo wachezaji mbalimbali pia wa kutoka nchi za nje huwa wanakuja hapa kuja kucheza nao katika zile money match. Na tunawasumbua gharama ni kiasi gani? Ama timu ina ule crew nzima ambayo inategemewa labda kwamba uh, mategemeo kuna ile mategemeo ya awali kwamba labda tunatamani tuwe na msafara wa watu 20, tuwe na watu labda msafara wa watu 30, gharama zetu labda inaweza kuwa milioni 100, milioni 200 Ule, ule, ule, ujumla wake kwa TAPA uh, ambao hata wadau pia wanaweza wakasikia hapa akasema, ah, basi mimi Saidi Bsumi naweza kaingia mfukoni. Eh, mtozi wangu Lukaya Mbugita hasa bwana, lakini wadau wengine ambao tunajua viwanjani na wafuatilia eh, ah, tajiri mwenyewe watu wanaingia na kadhalika, kuna hayo ma, ma, ma, maximum target mmeiweka, yeah, maximum target kama tukifanikiwa kupata milioni 80 ndio itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu tutaweza kwenda na timu zote mm, tatu. Maana yake tutaenda na timu A ya wanaume, tutaenda na timu ya wanawake mm, pia tutaenda na timu B mm. Maana yake kuna mashindano mengi kule. Mwaka huu kuna mashindano ya blackball ambayo ni mashindano zoefu, kuna nine ball mashindano mapya pia kuna heibol, mchezo mpya ambao umekuwa introduced na China, ila kwa upande wa Afrika au Afrika Mashariki sisi tunafanya vizuri katika huo mchezo wa heibol, kwa sababu ukiangalia Abdalla Huseni amesh, alikuwa ni mtu wa kwanza kuingia kwa kwa kwenye 64 bora kwenye wachezaji mm. mia tano dunia nzima. Sawa Akida, kwa kumalizia neno kutoka TAPA kuambia wadau na kadhalika kwa ujumla kuhusiana na mchezo wa pool naye safari kwenda kushiriki katika mashindano ya Afrika. Yeah, mimi ambalo ninaweza kuwaeleza wale ambao wanatazama muda huu ni waweze kugeukia mchezo huu pia na kuweza kutazama kwa jicho lingine, kwa sababu ni mchezo ambao mara zote tunapokuwa tunapewa nafasi huwa tunafanya vizuri. Fikiria kwamba eh, Abdalla Hussein ambaye ametoka kutajwa hapo aliweza kufika katika wachezaji 64 bora duniani na nilikuwa mwafrika wa kwanza kuweza kufika katika nafasi hiyo. Kwa hiyo hebol pia inakuwepo kule, na pia nipende kuambia wale ambao wanatazama muda huu kwamba hebol ni fursa nyingine, kwa sababu eh, kama wewe ni mzazi, wewe kijana ambaye unahisi bado una muda kuweza kujifunza mchezo huu wa pool table, basi angalia katika hebol pia, napo kuna fursa kubwa, kwa sababu mashindano ya hebol mshindi anashinda karibu almost bilioni moja na nusu unaweza ukaona kwamba ni kiasi kikubwa kiasi gani cha fedha. Kwa hiyo kama una kijana mdogo, unaweza ukaanza kumjengea misingi ya kuanza kucheza hayball mpaka anapokuja kufikia umri fulani na kuja kwenda kushindana huko, basi hali itakuwa, itakuwa ni nzuri kweli kweli. Sawa, kwa kumalizia uh, mwakazina, cha kumalizia kitu cha ziada, tunaziomba tunaiomba kwanza walezi wetu BMT waweze kutusapoti, wizara ya habari na michezo waweze kuangalia namna gani wanaweza kufasiliteti safari hii ili tuweze kwenda ku, kwenda kwa ajili ya kushindana. Pia tunaomba makampuni mbalimbali, mbali na taasisi binafsi ziweze kutushika mkono kwenye hili. Sawa, shukrani sana. Uh, pasco ni nipa, Paul, ni Paul kumradhi, ambaye uh, ni mweka hazina wa TAPA pamoja na Akida Shabani Kilango ambaye ni msemaji wa TAPA. Tumekuwa nao hapa tukiweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya mchezo wa pool table. Ni rai kwa ajili ya makampuni kujitokeza, pindi ambapo wakibisha hodi na kuomba basi majambo aweze kwenda sawa, basi uweze kuwasikiliza na kuwafanikishia, ili kupeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Bado tupo na wewe, hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msumi, tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kuangazia the pitch. Endelea the kuwa nasi.